The Green Voice. Yes, we agree. Kwayo, Mia, 19, kwa hiyo Rais Samia tarehe kumi na tisa aliapishwa aliyapishwa kwa rais wa Tanzania, na alipoapishwa alirithi mikoba iliyokuwa imeachwa na Magufuri. Magufuri alikuwa anasema hapa kazi tu, na alianzisha miradi mikubwa ila Mungu hakumpa nafasi ya kuiendeleza. Alianzisha reli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 Bwa umeme, na na nyi, bwa bwa nasema, la umeme Marehemu Magufuli aliacha asilimia thelathini na ninavyozungumza bwawa lile limekamilika kwa asilimia mia. Na ni bwawa la gharama. Kuna wengine wanasema, anasema deni la taifa kwa nini limeongezeka? Ungeotoza kodi kwa ghafla, watu wote walipe, tujenge lile bwawa, wangejenga wangetoroka miji, si wao <laughs>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 Lakini mtu akitaka kula akili yako anasema, hey, deni limekuwa kubwa Tanzania limekopwa leo lote. <laughs> Kwa hiyo amefanya mambo mengi sana, daraja lile la la Busisi mwisho wa mwezi unaokuja wanne, roli zitaanza kupita juu ya lile daraja, liko asilimia tisini na tisa na sisi tunaoishi huku tutafaidi, au sio?